Hello, habari, karibu sana. Leo nataka nikuelekeze jinsi ya kuapply ajira kwenye mfumo wa ajira portal. Huu ni mfumo wa ajira wa kitanzania kabisa wa hapa Tanzania, na ni mfumo wa serikali. Hebu tuende pamoja, ili tuweze kuapply ajira kwenye mfumo huu wa serikali ambao unaoitwa ajira poto. Bila shaka mfumo huu, kama hujajisajili, we nenda moja kwa moja Chrome, kisha jisajili. Ukishajisajili utaweka details zote na vitu vyote, siku siku hizi wameshaboresha zaidi. Kwenye academic unaweka tu taarifa za form 4 na form 6, kisha zinaji update zenyewe taarifa zote, na yani details zako zote, uliposoma wapi, e, kama hivyo, au sio? hilo so lengo letu, lengo letu ni leo tunaelekeza jinsi ya kuapply ajira kwenye mfumo wa ajira portal. Kitu cha kwanza kabisa utaenda hapa ukishaingia kwenye mfumo wako huo, maana utaingia kwa email na password zako. Baada ya kuingia, kuna dashboard itaonekana kama hapa, yaani hapa ndo tayari tushaingia. Sasa itaonekana hivi kama hapa. Sasa wewe utakuja hapa kuaplay ya ajira, ni rahisi sana. Utakuja hapa, umekiona hiki dude tulichozungushia hapo, kimeandikwa vacancies, maana yake hapo ndo kuna matangazo yote ya ajira ambazo zimetoka mpya. Ajira huwa zinatoka kila siku, naone. Kwa hiyo We cha muhimu na cha ziada zaidi na la maana zaidi, unaingia tu hapo kwenye vacancies. Ajira zipo kila siku, utakuwa unaangalia baadhi ya vitu ambavyo nitakuelekeza tu hapa, kisha utafanya application. Kwa hiyo utaklik hapo kwenye vacancies. Kumbuka hapa tayari tumeanza hatua za kuapply ajira kwenye mfumo wa ajira portal. Ukisha click vacancies, kuna matangazo mengi yamekuja hapo maana yake hapo ni ajira tayari zimetoka hapo, ajira mbalimbali mbali ambazo zimetolewa na sekta mbalimbali. Bila shaka unaziona hizo hapo, kuna moja, mbili, tatu na kushuka chini. Kama unataka zaidi, matangazo zaidi au ajira zaidi, utakliki hapo sehemu ile yenye mshale iliyoandikwa next. Lengo letu ni tuweze ku apply ajira e, njoo hapa, njo hapa namba tatu, moja mbili tatu, yaani namaanisha hapa utakliki sehemu ile iliyoandikwa apply, yani ku apply ajira sio vigumu, ni rahisi sana, wapo apo. Kitu cha muhimu cha kuzingatia, utaangalia hilo tangazo litafungwa lini mfano kama hili hapa namba tatu mwisho kwa apply, yaani tunasema closed date ni tarehe kumi na nne mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano, yaani maana yake hapo kabla yani baada ya hapo hamna kuapply tena, itaandikwa closed. Kwa hiyo mpaka sasa hivi unaweza ukaapply, unaweza ukasoma. Sasa tunasema details, ukiklik click hapo kwenye apply. Kwanza ukiklik kwenye apply hiyo namba tatu, umeiona moja, mbili, tatu, ambayo inakuambia lecturer data science stroke artificial intelligence, tunamaanisha AI. Kwa hiyo maana yake wanahitaji huyo lecturer huyo Je, utaangalia mtu anayekuajiri ni nani? Hapa kwenye employment employer name ni taasisi ya Afrika ya sayansi, namaanisha hapa hapa sehemu hii ndio mtu ambaye anakuajiri au taasisi inayokuajiri. Alafu hapa ni closed, yani ya umu, ni tangazo hilo linafungwa lini. Bila shaka umeona sasa, tayari tumeona hapo. Sasa hebu tuende tuweze kuapply ku, apply. Ku apply ni rahisi utakliki tu kidoti cha apply hapo niliponyoshea mshale utabonyeza apply. Ukibonyeza apply, kuna taarifa zitakuja yani uweze kusoma je, vigezo unakizi vigezo? Sasa ndugu yangu, kama unakizi vigezo utasoma hapa kwenye qualification. Hivi ndio vigezo vya lecturer wanao muhitaji wenyewe. Alafu hapa ni kazi za huyo lecturer, yaani wewe unapoomba kazi nitakiwa unasoma hapa. Hayo ndio majukumu yako ambayo utakuwa unafanya. Alafu hapa ndio vigezo, hiki ni kitu cha muhimu. So, una apply ajira bila vigezo kujua apply hapo. Ukisha angalia, ukisha soma, hapa utagusa hapa. Kwa hiyo hapo ukishaangalia ukishasoma hapo utagusa hapa kwenye simu la andiko apply. Yaani tayari ushasoma maelekezo yote hapo. Uta click apply. Hapa ni rahisi tu. Ukisha click apply ndugu yangu ndo tayari usha apply hapo. Kitu kinachofuata hapo bado unamalizia tu up, uta upload barua yako maana yake hapo ni rahisi tu, utaandika barua aiza kwa mkono, namaanisha handwriting. Kisha utaskani kwa skamskana au utaskani kwa skana zile za stationary. Ukisha scan kisha utakurushia, ukisha kurushia, kisha utaupload barua yako hapo, barua inayoeleza details zote, lakini hapo inatakiwa oh, umesoma labda, kulikuwa na tangazo limetolewa sehemu fulani, na maanisha ile tangazo la kazi hii. Sasa labda uliona tangazo sehemu fulani, ilikuwa linakuambia uandae vitu hivi vitu hivi vitu hivi, labda sehemu hiyo walikuambia labda uweke hata na CV, lakini kwenye ajira portal, CV yako ipo tayari kwa hiyo hapo, kitu cha muhimu ni kuupload barua tu. Ukisha upload barua tu, ndio hivyo, ndio usha apply ajira hivyo, tayari uta confirm tu hapo chapo, ndio Hivu ndo tayari utasubiri tarehe ya interview, manake hapo kama utakuwa umeshachaguliwa watak, watakutumia kwenye ajira ya portal hapo, yaani kwenye account yako ilofungua watakuambia labda umechaguliwa, tunamaanisha shortlist. Kama ni shortlist manake tayari umeshachaguliwa utakuambia shortlist, yaani kwenye interview. Kama ni not shortlist manake utakuwa hujachaguliwa, au sio? Kwa hiyo kama ni shortlist utasubiri interview, labda iwe ya oro au interview ile ya written. Utasubiri utaenda kufanya interview yako, kila kitu kitatumwa huku. Hata siku labda umefanya oro tayari, barua ile ya, ya, ya kuitwa kazini itatumwa kwenye mfumo wako hapo. Bila shaka ni rahisi sana. Basi leo nilikuwa nakuelekeza njia rais kabisa ya kuapply ajira kwenye mfumo wa ajira poto. Watu wengi sana wanapata shida jinsi ya kuapply ajira kwenye mfumo huu wa ajira poto, wanaenda stationary, kumbe ni kitu ambacho unaweza ukakifanya na simu yako tu hapo, ukiwa umetulia zako home, au sio, au nyumbani. Endelea kufuatilia vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa kwenye channel hii ya Shayia TV, na kutakia siku njema.